Madaktari nchini wametakiwa kuwa wazalendo na kuwajibika kuwatumikia wananchi badala ya kwenda kutafuta maslahi mengine nje ya nchi kwa kuwa taifa pia lina uhaba madaktari. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu George Mbijima amesema hayo wakati akifungua jengo la upasuaji katika kituo cha afya Iboya kilichojengwa na wananchi kwa ushirikiano na shirika la Amref, wilaya ya Bogwe mkoani Geita. Nazaret Ndekia na taarifa kamili Amen wilaya ya Chato na kukabidhi Mheshimiwa Martha Mkubasi, mkuu wa wilaya ya Mbogwe. Nakiri kupokea wajumbe wakimbiza mwenge wanne wa kimkoa, ninakiri kupokea wakimbiza mwenge sita wa kitaifa, na sasa ninaomba nikiri kwamba na upokea Mwenge wa Uhuru mw ukiwa unawaka, uko salama na unaemeremeta. Mwenge wa Uhuru unakabidhiwa wilaya ya Mbogwe kutoka wilaya ya Chato ambapo katika wilaya ya Chato imekimbizwa katika miradi kumi na mbili yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400. Wakazi wa kijiji cha Iboya wameshukuru uzinduzi wa jengo la upasuaji na kuelezea changamoto ya matibabu ya afya katika kijiji hicho. Tulikuwa tunapata shida. Kwa mfano mimi nijifungua mapacha, mtoto wa kwanza akatanguliza mkono, nilihangaika mno, manesi walitaabika pamoja na madaktari, waliteseka mno. Lakini baadaye wakatuma e, habari Ushirombo, wakasema kwamba nitarishieni, kuna mama hapa amejifungua mtoto mmoja, lakini mwingine yumo tumboni anahangaika sana. Kwa hiyo wakaandaa mafuta lakini baadaye Mungu akasaidia, wakajitahidi kwa jitihada kubwa sana, yule mtoto akatoka. Walivyoshindwa ikabidi kuita gari kutoka Ushombo, ita gari, siku nayo ilikuwa siku ya Jumapili, wapi yani. Gari limekuja kufika kutokea muda wa saa kumi na moja, gari limekuja kufika saa nne usiku. Kiongozi wa mbio za mwengo wa uhuru kitaifa mwaka 2016 George Mbijima amewaasa wasomi wanaosomea udaktari na madaktari kwa ujumla wa Tanzania na kozi ya kidaktari inagharimu fedha nyingi, na ndio maana tumekuwa na upungufu mkubwa wa madaktari. Lakini kumekuwa na vijana wetu wa Kitanzania ambao wanakosa uzalendo, baada ya kuwa wamesoma kupitia kodi za wananchi, wanakuwa hawapo tayari kuwatumikia Watanzania wenzao, kwa sababu wanajua hiyo kada ya udaktari wanahitajika ndani hata nje ya taifa letu wamekuwa wakiondoka wakienda kufanya kazi nje ya nchi. Tujenge utamaduni wa kizalendo. Wa uhuru unatarajia kukabidhiwa wilaya ya Nyang'hwale. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mbogwe mkoani Geita, na Zelesindekia TBC.